Ninaitwa Inspector Shani Juma. Natokea mkoa wa Kizimamoto Ilala. E, tuko hapa kwa ajili ya mazoezi ya utayari mazoezi ya maokozi majini. E, tumepata wa... tumepata ofa ya kuitwa katika swimming pool hilo kama mnavyoliona, basi tupo kwa ajili ya mazoezi tumepata vile vitu ambavyo tusivyovijua. Tunawashukuru walimu wetu kwa siku ya leo e. hii inalenga nini hasa kwa jamii? Kwa, kwa jamii kwa ajili ya kuokoa sisi tunanachotulenga kwa ajili ya utayari e, kujiweka utayari muda wote pindi linapotokea tukio lolote lile li la maokozi hasa katika maji kwenye mashimo. Naitwa Amina Mfaume, ni mkurugenzi wa Tanzania Beach Lifeguard. Uh, Tanzania Beach Lifeguard ni no. Non-for-profit organization ambayo tumeanzisha kwa ajili ya kuweza kuzuia ma, majanga ya vifo kwenye maji uh, drowning prevention in Tanzania uh, especially kwenye maeneo ya beach pamoja na sea si. Mafunzo haya ni, ni partnership na Jeshi la Zimamoto Tanzania ambapo tumeamua kutoa mafunzo ya uokoaji katika maji ili kuweza kuongeza ujuzi zaidi kwao kama zimamoto, lakini vilevile vile, ni kuweza kujenga ile partnership uh, especially, tunapokuja kwenye majanga mbalimbali mbali, wakati wanafanya kazi, ili nao wawe more comfortable wanapoingia kwenye maji na kuweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo tumepata washiriki wengi na tunashukuru sana Jeshi la Zimamoto, especially makamishna wao kwa kukubali wito na kuweza kuwaleta na kutuamini kwamba tunaweza tukafanya hivyo. Mafunzo yetu yameanza leo tarehe 25 na yatamalizika tarehe 27. Mimi naitwa John Sansa Belela. Uh, ni mwenyekiti wa Tanzania Life Saving. Uh, kwa kawaida uokozi au waokoaji kwa sababu tunapata matatizo kwenye maji. Vyombo vyetu vya usafiri vinaweza vikapata shida. Kuna matukio yametokea Zanzibar kipindi fulani meli zizama, alafu sasa waokoaji tumekwenda tumekuta wenzetu tayari wameshatangulia. Kwa hivyo kikubwa zaidi ni kuwa tayari wakati wote, wakati wote. Kwa hiyo haya ni mafunzo ya kujikumbusha ya kuogelea. Askari lazima uwe unajua kuogelea. Haya, haya ni mawazo yangu mimi kwa sababu tunasafiri eh, kwenye vyombo vya, vya, vya usafiri baharini, hata na ndege. Utaambiwa shika life jacket, unalitumiaje life jacket? eh, swimming ni, it's a life skill, yani ni, ni kila binadamu anatakiwa kujua. eh, kuna mafuriko, kuna hili, kuna lile. eh, kwa hivyo tunatakiwa kuwa tayari. All and all, kuna mmoja au wawili hawapo, lakini wapo 20 yeah, ishirini wapi katika engo hii kwenye engo hii leo tumebezi kama tunatokea tukio nini cha kwenda nacho, e, kwamba meli imezama, tunaenda na nini? Tunavaa uniform e, tunavaa buti, kwamba tukumbushane ukiwa kwenye maji unafanya nini, mtu anaokolewaje ndani ya maji? Ukimfata kienyeji zaidi anaweza kukuzamisha wewe, kwa hiyo lazima nini tunatakiwa tukifanya, chombo gani tunatakiwa kwenda nacho. Kuna vitu vingi, kamba, e, e, e, life ring, ya hiyo majina, majina ya, ya ya Kiingereza, kwa hiyo kwa hiyo unaweza usinielewe, lakini ndio hivyo, kamba kienyeji, alafu boya ni zuri zaidi e, vitu kama hivyo. Mkimtoa nje unafanyaje? Zamani tulikuwa tunamwagia mchanga kwenye tumbo anasema mpige mchanga, mpige mchanga e, ili maji yatoke e, sasa hiyo sio sawa sana. Haturuhusiwi kufanya vile. Sasa hivi kuna vitu vingine tu, ukimweka mkao ambao unastahili basi, maji yaliyokuwa tumboni kama amekunywa yatatoka.